Mimi na mambo nataka niyaeleze ni ambao pengine wengine hawatapata hawata bahati ya kuyasikia nisipoyasema sasa. Kama fupi yako ni dakika tatu, oh, utanivumilia ndugu afiwa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Baba Skofu Dr. Malasusa Waheshimiwa maskofu, ndugu viongozi, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais na viongozi wengine, waombolezaji wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Baba Skofu nimeambiwa nitoe salamu. Lakini niliambiwa nikitoa salamu niseme kidogo kuhusu mzee wetu huyu Cleopa David Msuya. Kwangu mimi marehemu Cleopa David Msuya ni mzee wangu ni kama baba amenizidi umri kwa miaka ishirini yeye. Yeah, ana miaka 94 mimi na sabini yeah, na nne, lakini miezi mitatu ijayo nitakuwa na sabini na tano. Na kazini na maishani alikuwa mwalimu wangu na mshauri wangu. Tena alikuwa mwalimu mzuri a tena kumshukuru leo wakiwa mwenyewe akiwa amelala. Nimemfahamu Mzee Msuya tangu akiwa waziri na mimi nikiwa kijana tuo chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilikuwa chuo kikuu mwaka sabini na mbili mpaka sabini na tano. Yeye ndio kipindi amekuwa waziri, alikuwa kijana, waziri kijana maana anakuwa na umri wa miaka 39 wakati ule. Kwa hiyo sisi wanafunzi vijana tulikuwa na admiration kubwa ya, wa, ya vijana tukasema asante Nyerere, ameleta kijana mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo tuli, tulimpenda hivyo tukipokuwa vijana, lakini nimekuja ku, kuwa naye karibu zaidi kuanzia mwaka 1988 mpaka sasa nilipoteuliwa kuwa naibu waziri wizara ya nishati na madini, yeye akiwa waziri wa fedha. Tulikuwa wote bungeni na kwenye vikao vya baraza la mawaziri, nilipokuwa nahudhuria kumwakilisha waziri wangu Alnur Kasum, maana kwenye baraza la mawaziri naibu mawaziri hawashiriki, ila kama waziri haipo basi unaambiwa katika siku ambayo sisahau, tarehe kumi na mbili ya pili mwaka tisini alipotupa msaada mimi na waziri wangu Anul Kasum, ilikuwa hilikwa ndio tarehe ambayo mzee Mwinyi alivunja baraza la Kwa mawaziri. Kwanza, kwa kawaida mawaziri naibu mawaziri amshiriki kwenye kabineti Tuje wote tumefika pale, mzee amefika, akasema nawashukuruni sana kwa jinsi mlivyokuwa mmenisaidia, lakini nawatakieni wote mwende mkajiuzuru e. <laughs> shamba kubwa tena. Basi tumekaa pale makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu, rais akaondoka, mzee Warioba alikuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu akaondoka, mzee Msuya akaondoka, basi na sisi wote tukaondoka. Sasa tulipotoka nje ikawa magari hakuna, sio kwa sababu yamenyang'anywa kwa sawa, kwa ila unajua sababu kwa kawaida vikao vya kabineti vinachukua muda. Kwa mkifika pale, mawaziri magari yanakwenda ofisini kufanya shughuli nyingine. Sasa tukawa hatuna magari. Na kwa sababu pale tena ndio tushapigwa tusha tanchi. Unaogopa hata kuingia ofisi yote pale kwamba upige simu za mkononi kwa kabidi, sisi tutembee

akatupatia usafiri tukarudi ofisini. Yaliyobakia sio muhimu ye kujua ilikuwaje. huzuz kujiuzulu, baraza likaundwa upya, nikabahatika kuwa sasa waziri wa maji, nishati na madini Sasa kwenye baraza hapo ndipo niliko mfahamu vizuri zaidi yule mzee, uwezo wake wa uongozi, umakini wake katika kujenga hoja, uhodari wa kujieleza na kufafanua jambo gumu na kuwezesha lieleweke. alikuwa mtu ayaliwauu. Hakuwa mtaalamu wa uchumi na fedha kwa kusomea msoo, lakini aliyafahamu mambo ya uchumi na fedha nzuri sana, na ndio maana alikuwa waziri wa fedha

Kama kama waziri wa fedha, kana juhudi kubwa ya kuzuia mambo ya kasi halipeke zaidi. Hakika anafanya kazi kubwa, kazi iliyotuka kwa. Alifanyaje kwa. Anayadiwa yeye zaidi, nimeambiwa Kitabu chake kinaandikwa kwa jumla. Alikuwa mtu mwenye akili nzuri, maarifa mengi, ndio maana nitasema Msuya alikuwa mtu mvumilivu wakati ule ni wa changamoto nyingi. Upande mmoja kuna lawama au manung'uniko ya wananchi kwamba hali ya maisha ni ngumu na ni kweli, na kuna wakati mmoja kama tukumbuka, eh, Dkt. Salim alipokuja kuwa waziri mkuu alikwenda kule kusini kule, si Tunduru kule, watu wakawa wanavaa nguo za mifuko ya tulitotoka. Kwa hiyo, upande mmoja ni matatizo ma, ma, ma, ma, makubwa, lakini pia upande mwingine sasa, upande wa pili kuna na matatizo, ni lazima mtafute misaada. Lakini wakati ukizungumza na yeyote, anasema kwanza mkubaliane na IMF na World Bank. Makubaliano ya IMF na World Bank wakati wa Mzee Nyerere hayakuwezekana, na wakati ule sisi tulipiga maandamano pale Lumumba pale, hatugeuki nyuma, tukawajiwe sasa. Pokuja Mzee Mwinyi, wamerudi tena jamaa sasa wakati ule ni vitu vingine, mfahamu, wakati ule wa chama kushika hatamu, chama kulikuwa na dhamana ya kutengeneza sera, serikali kazi yake ni kutekeleza, na hata kama serikali na... A serikali a awamu ya pili ina jambo ina, ina, ina, ina, lile likaletwa kwenye halmashauri kuu ya taifa, mimi na bahati nzuri nikawa mjumbe wa kutoka 82 na mzee Msuya alikuwa mjumbe wanake wakati ule, lakini majadiliano yalikuwa magumu sana na ugumu wake ni mmoja kwamba IMF wanapendekeza tufanye mageuzi ya kiuchumi lakini mageuzi yale ya kiuchumi yakifanyika yanaathiri misingi ya ujamaa na kujitegemea, na ujamaa ni sera ya chama. Sasa mnafanyaje? Kwa majadiliano pale kwenye chama yakawa magumu, maneno makali na wanamlenga Mzee Msuya. Nakumbuka, simtaji jina, Mzee mmoja akasema wewe bwana IMF. Sasa. <laughs> That is how tough it was. I was there. Lakini kwenye serikali sasa, Mzee Msuya na Mzee Mwinyi, kubaki hivi hivi tulivyo haiwezekani, hali ni mbaya lakini pia kukubali yale masharti yale, mna tatizo ya namna ya kukiridhisha chama kikubali kulegeza baadhi ya, ya, ya, ya misingi yake iliyotamkwa kwenye azimio la Arusha. Nakumbuka siku moja <laughs> baada ya baada ya vikao vingine, ndio Mzee Mwinyi akasimama akasema, jamani hali tuliyokuwa nayo ngumu, mimi ni kama vile niko katikati na kuna mikuki miwili, upande huu kuna mkuki, upande huu kuna mkuki, mbele hakuendeki, nyuma hakuwezi kurudi. Nachoomba wenzangu, mturuhusu mtupe nafasi tuzungumze nao hawa jamaa zetu. na wakati ule tunajadiliana haya mwenyekiti wa chama ni Mwalimu Nyerere. Sasa Mwalimu Nyerere aliondoka 85 lakini aliacha mwenyekiti wa CCM mwaka 90. Kwa kipindi chote kile cha miaka mitano ya kwanza ya mzee Mwinyi mwenyekiti ni, ni Julius Nyerere. Hatimaye mzee Nyerere akasema tuendelee, kwa hapo ndipo tulipofunguka na hapo ndiyo kuanza kwa mageuzi ya kiuchumi. Lakini ukizungumza kwa lugha ya Kihindi, ni guru guru wa mageuzi ya kiuchumi jamani, ni mzee Cleopa David Msuya, na yamepatikana ya haya kwa lugha Kiingereza at great sacrifice, aliyofanya yeye, amejitolea alafu alikuwa mvumilivu sana. Maneno makali pale, lakini bado akisimama, hamkasirikii mtu, anaendelea kujenga hoja. Hali yetu ndiyo hii, toweni majawabu ya kutoka hapa, tunawasikiliza sisi. Ndio tuko kwenye serikali, lazima tutoke hapa. Sasa wenzetu, mnaona kwamba haya hayatufai, linalotufaa lipi? Na mnaona huko madukani hatuna kitu, bidhaa hazipo. Andipo pale mzee Mwinyi alipoanza e, ruksa. Dar es Salaam palikuwa na matatizo ya mabasi yale, anasema jamani, ye aliyekuwa na lori afunge viti tu, ruksa ndio <laughs> tukawa na chai maharage, maanake mabasi ya UDA yapatikane. Mwenye, mwenye pesa zake anaweza kuleta bidhaa kutoka nje, alete, hatutamuuliza hela kapata wapi, kapata vipi, bora tu bidhaa zimekuja. Ndipo pale ndio ikaanza kufunguka. Kwa hiyo nilikuwa nataka haya ni yaseme, ili miajue. Sasa kama nimechukua muda wako wewe mrefu, lakini ningechukua muda wako wewe haya nisingeyasema, haya nisingeyasema, na tungetoka hapa hatujanufaika na habari ya Mzee Kleopa David Msuya. Mawili ya mwisho, Mzee Msuya alikuwa mwalimu wangu. Mzee Mwinyi alivunja serikali mara mbili, mwaka tisini na mwaka tisini na nne. Alipovunja baraza la mawaziri mwaka tisini na nne kwanza mwezi Novemba, ilikuwa Disemba, siku moja akaniambia njoo nyumbani, asema nitafanya mabadiliko ya serikali, nitakufanya kuwa waziri wa fedha, sio sasa lakini jiandae. Alipovunja baraza la mawaziri, mzee Malechela akaondoka kwa makamu wa rais na waziri mkuu, akamchagua Cleopa David Msuya kuwa waziri mkuu. Baada ya kumwapisha, mimi ndio nikawa mtu wa pili kuapishwa, na nimeapishwa kwa maelekezo kwamba sasa nenda Paris, kazungumze na, na wafadhili. Walikuwa wameamua kuto kuisaidia Tanzania, na ugomvi wetu ni kwamba hatukusanyi mapato kwamba wanasema nyinyi mna sisi, tunawapeni pesa kwa kodi za watu wetu, lakini nyinyi hamkusanyi kodi. Kwa hiyo misheni ya kwanza ilinipa Mzee Mwinyi, hakikisha kwamba wafadhili wanarudi Kumari. Sasa, kwa mwalimu wangu sasa akawa ni mzee Kleopa, aliwahi kuwa waziri wa fedha ananifundisha namna ya kuzungumza na wakubwa wale. Lakini tulichokuwa tunaomba kule ni kitu gani? Kwa sababu ya matatizo yetu ya pesa za kigeni, mkutano ule tulikuwa tunaomba kitu kinachoitwa balance of payment support. Wanatuuliza, nyinyi katika mapato yenu yote ya fedha za kigeni mtakusanya kiasi gani, na mahitaji yenu ya imports na matumizi ya nje ni kiasi gani? Pengo lenu kiasi gani? kwa pale wanakaa Uingereza, anasema nitawapeni dola milioni hamsini, Norway sabini, World Bank wanajazia pale, ndio mnajaza ile lakini part ile. Na ndio mzee Msuya alikuwa ananiambia hakuna kitu kinachodhalilisha kwa waziri kama kwenda kwenye mkutano ule wa Paris, kwa sababu unafika mahali unatolewa nje, wanazungumza wao halafu ndio unaitwa njoo sasa, bwana mdogo, tumekubaliana yafuatayo. Lakini aliniwekea misingi, nimekwenda kule nikafanya kazi vizuri. Kwa hiyo jamani, huyu mzee huyu, ndio maana nimesema na mimi ni baba yangu kwamba, kama lakini pia amenilea. Ila lingine ambalo nataka kulisema mawili ya mwisho kabisa, la kwanza, huyu ni mvumilivu na ni lazima kitu cha kuiga. Alikuwa waziri mkuu, aliteuliwa kule waziri, waziri mkuu alikuwa Edward Sokoine. Edward Sokoine akaugua aka akaenda aka nje kwa ajili ya matibabu, lakini pia alitumia muda ule kwenda kusoma. Akateuliwa mzee Msuya kwa waziri mkuu. Sokoine aliporudi Mwalimu akamwambia wewe, sasa basi, uko unashikilia, amerudi mwenyewe sasa <laughs> nalo ilichukua, nataka moyo jamani, akarudishwa kuwa waziri wa kawaida wa fedha tena. Kwa hiyo akasema, hili nalo ni moja la kujifunza, kwamba jamani, huyu mzee huyu ni mtu wa aina yake, kwamba unakuwa waziri mkuu unaondolewa unakuwa waziri wa kawaida kwenye wizara ambayo amekushafanya ameifanya bila kinyongo. Akamaliza, akaingia mzee Mwinyi akamchukua eh, akawa waziri wake wa fedha, baadaye akambadilisha kwa wa viwanda. Kwa hili lingine la mzee huyu nikuwa nataka kwa kweli nilieleze, yu huyo si mwanadamu wa kawaida tunaowajua sisi Maana hana kinyongo, mnakaa naye mzee Msuya, wala ha, ha, ha, hakukumbushi kwamba unajua mimi nishai kuwa waziri mkuu ah, mnakaa kama mtu wa kawaida tu hivi. Kwa hiyo nasema jamani, nayo ni sifa nyingine kwa vijana ambao mtapata nafasi hizo za, za juu za, za, za, za, za uongozi eh. Kwa hiyo jamani, la tatu muhimu kabisa, ndio la mwisho kabisa alikuwa mshauri wangu nilipokuwa rais, lakini ushauri wake wala sio lazima umwite. Akiwa na jambo unapata unapata ujumbe, mzee Msio anataka kuona mbia, sawa, mwandeme aje, anakueleza kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili. Siku nyingine anakusifieni mmejenga sekondari za kata, nimefurahi. Siku ingine anawagonga ana, ana eh, mbona hili mnafanya hivi, mko hivi mko hivi mko hivi. Lakini kubwa katika yote, hajaitisha press conference <coughs> <coughs> <coughs> hajaitisha mkutano wa waandishi wa habari eh, kwenda kusema serikali hii inafanya mambo haya ya ovyo haya ya ovyo haya ya ovyo. Hayo nilidhani ni yaseme. Sasa kama nimechukua muda wako mwingi, basi haya uyaone hayana maana.